Nakusalimu msikilizaji popote pale unapotegea sikio maidhaa ya Kiswahili ya Radio France International kutoka hapa Nairobi. Karibu kwenye makala ya Gurudumu la Uchumi, ambapo huwa tunajadili masuala mtambuka ya kiuchumi yanayojenga dunia ya hivi leo. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Karibu msikilizaji. Mzozo wa kibiashara kati ya nchi wanachama za jumuiya ya kikanda ina athari kwa endelevu kwa uchumi, biashara na jamii kiujumla. Mfano hivi karibuni nchi nchi ya Tanzania iliingia katika mvutano wa kibiashara na Malawi pamoja na Afrika Kusini, zote zikiwa ni wanachama wa SADC. Tulishuhudia pia hili wakati fulani eh, pale Kenya, Tanzania na Uganda zilipovutana kibiashara. Ni vipi mivutano hii ya mara kwa mara inaathiri ukuaji wa uchumi, uwekezaji na ajira. Ni sera zipi nchi wanachama zinaweza kutekeleza kutatua mizozo kama hii ili kukuza ushirikiano? Kutusaidia kudadavua masuala haya, tutaungana na mtaalamu wa masuala ya uchumi na biashara Ali Mkimo kutoka Tanzania ambaye atatushirikisha katika kufahamu madhara ya kiuchumi, kijamii na kisiasa mizozo hii ya kibiashara. Karibu. Nam Ali, karibu kwenye makala ya gurudumu la uchumi jumaa hili. Shukran sana makundi. Pengine kwa kuanza tu, hivi kilichotokea hivi karibuni uh, kati ya Tanzania, Malawi na Afrika Kusini uh, kinatoa taswira gani? E, taswira inayopatikana kwanza ni kama vile vikwazo vya kikodi na visio vya kikodi bado havijaisha kwa nchi hizi, lakini pia e, ni kama vile e, hizi jumuiya za kikanda zimeshindwa kuifikia azma wakati mwingine ya kuwa na soko la pamoja, azma ya kufikia kuwa na ushuru wa pamoja na siku moja kuwa na sarafu ya pamoja, mfupa ulio mgumu kabisa e, kwenye hizi regional blocks. E, siku moja kuwa na sarafu ya pamoja, na ndio unaweza ukasema kwamba ndiyo mzozo ambao umesababisha Eh, sarafu pamoja changamoto za aina hii anayeona anaweza kupata faida namna moja ama nyingine, kama wakati mwingine zilikuwa zikifeli hivi. Ni vipi mizozo ya kibiashara ya kikanda hali inaathiri kiujumla ukuaji wa uchumi wa mataifa haya? Kwanza kabisa ni mnyororo wa ugavi unapoharibika, ina maana hata wale wafanyabiashara eh, wanaweza kupitia changamoto za kupata hasara, mitaji inashuka, wengine walikopa kwenye mabenki, ina maana wakirudi sasa wanajikuta wanahitaji kuuza aseti zao, mali zao, na ili kuweza kulipia mikopo. Ikitokea hivi, kumbuka hata taasisi za kifedha pia hazitafanya vizuri, watakuwa na mikopo chechefu mingi na non performing loans, kwa maana ya kwamba walishindwa kulipia eh, mikopo hiyo kwa kushindwa kufanya biashara. Lakini pia GDP, pato la taifa la nchi wa hizi zitashuka kubwa nyingine ni landlocked countries, nchi ambazo au, tunasema landlocked countries, nchi ambazo hazijabarikiwa kuwa na bahari, kama inatokea wanaingia kwenye migogoro ya aina hii, hata transit ile ya cargo, kupitisha mizigo yao kwenye nchi ambazo zimebarikiwa kuwa na bahari hmm, inaweza kuwa changamoto kwao na wakujikuta kupitia changamoto za kifedha, na bila shaka hili lina athiri masuala ya uwekezaji, uwekezaji wa ndani na ule kutoka nje. Sahihi kabisa, mwekezaji akija kuwekeza ile inaitwa FDI, foreign direct investment, ataangalia eneo anakwenda kuwekeza, soko ni la uhakika? kama ni so soko lenye migogoro ni rahisi kuondoa mtaji kukura, kwa kuona kwamba hata nikiweke, nikiwekeza yawezekana nisizipate hizo tija, kwa sababu soko hili wakati mwingine linapitia changamoto. Akijiona anakwenda kupata hasara, hii inaweza ikawa changamoto kwake. Mfano tu leo hii awekeza kwenye kilimo cha ndizi labda, alafu leo hii akute ndizi hizi zimezuiliwa e, kuingia kwenye mpaka kwa nchi nyingine, zikaharibika ndani ya siku mbili tatu, mwekezaji huyu hawezi tena kurudi. Kwa hiyo unaweza ukampata mwekezaji lakini kumretain, kumbakisha, inaweza ikawa changamoto. Kwa hiyo e, wanahitaji kuangalia ule urahisi wa kuendelea kuwatu wawekezaji hasa kwa kuondoleana hii migogoro ambayo imekuwepo, kwa sababu ukileta vikwazo, mwekezaji anaona kabisa soko hili kwangu lina migogoro. Mwekezaji akiwekeza huwa anaangalia na soko pia reliability ya hili soko, limekaa katika mtindo wa aina gani. Kwa hiyo hii inaleta changamoto hata kwenye sekta ya usafirishaji yenyewe, pia uwekezaji wake unaweza kuwa ni mgumu. Sekta ya fedha yenyewe uwekezaji wake itakuwa changamoto yanayotokea. Yani. Ali, na bila shaka tuliona wafanyabiashara walihesabu hasara pande zote, kutoka Tanzania, Malawi, na hata kule Afrika Kusini, hata nje ya mataifa haya ambao walikuwa wanategemea kuingiza bidhaa kutumia mipaka ya nchi hizi. Sasa wafanya biashara wanaweza wakafanya nini ili kupunguza hasara wakati mwingine? Eh, kwanza kabisa ni kuwa na masoko masoko anuwai, tunasema masoko mbalimbali mbali. Eh, lakini pia wafanya biashara kutowekeza eh, mtaji wote kwenye biashara za aina moja. Unajua, eh, masoko ya kimataifa huwa yana demand eh, zile bidhaa za aina mbalimbali. Mnaweza mkashirikiana wafanya biashara eh, kuja na urahisi wa kufanya market diversification eh, mnalifanya soko linakuwa anuwai, mnakuwa mna bidhaa za aina mbalimbali, lakini pia mnaendea masoko mbalimbali mbali. Hii inaweza walao kupunguza eh, changamoto zinazoweza kutokea, lakini pia bima eh, moja kati ya eneo ambalo pia na lenyewe walao linaweza eh, kuwapatia tija na ni vizuri kwenye nyakati kama hizi kuona pia namna gani wanaweza wakashirikiana wafanyabiashara uh, kwenye kuyatafuta masoko mengi zaidi ili yaweze kuwanufaisha, sio kutegemea uh, regional block moja, yani kutegemea nchi ambazo zipo kwa jumuiya ya kikanda moja, waangalie pia na jumuiya zingine uh, za kikanda kuzidi kuyafungua masoko huko kwa ukubwa. Nafikiri hii inaweza ikawapunguzia changamoto, sababu ubaya wa trade war hizi uh, vita za kibiashara au kuna hizi uh, trade ban makatazo ya eh, biashara eh, eh, changamoto yake ni kwamba inawaumiza hata wengine ambao hawapo kwenye nchi zile ambazo zimewekeana makatazo. Gurudumu la Uchumi. Makala sahihi na Emmanuel Makundi. Nam msikilizaji, kama nasi makala ni Gurudumu la Uchumi, na leo tunaangazia athari zinazotokana na mizozo ya kibiashara baina ya nchi wanachama zilizoko katika jumuia za kikanda. Kwenye laini ya simu tunaye Ali Mkimo, mtaalamu na mchambuzi wa maswala ya uchumi akiwa nchini Tanzania. Ali, sasa ni hatua gani za kisera ambazo serikali katika ukanda kwa mfano Sadek ama Jumuia ya Afrika Mashariki zinaweza kuchukua ili kushughulikia na kutatua migogoro ya kibiashara? kwenye hizi regional blocks nime, nimeona zina changamoto kubwa. Moja, hakuna uwazi kwenye masoko, yani ule uwazi wa kuzungumza kwamba nyakati hizi eh, mimi na kutunza hitaji langu la ndani, yani tunasema ile internal demand, nataka kuwahudumia watu wangu wa ndani eh, utakuwa wazi, au mimi wakati huu nakwenda kufanya biashara na mwingine eh, ili, ili niweze kunufaika zaidi, unakuwa uwazi kwenye masoko eh, kuliko kuwekeana hivi vikwazo. Kwa hiyo kwenye, kwenye zile eh, protokol, ni vizuri kukawa kuna uwazi. Na changamoto nyingine ni nchi hizi kwenye hizi regional blocks, unakuta nchi moja iko kwenye zaidi ya jumuiya moja ya kikanda. Sasa inapotokea kwingine, kuna fursa anaziendea hizo Kwa hiyo nafikiri kwenye hizi sera ni vizuri eh, kuja na mikakati ya kuwa wazi kwenye masoko kuainisha yale ambayo unayahitaji, na kama mwanzo kuna changamoto unazungumza changamoto na aina gani mapema zaidi. Ni kama vile wakati mwingine zinakuja zinakuja au tunasema kuna vikwazo, lakini vinachelewa kusema sababu ni nini. Japo tiba kubwa tiba kubwa ni kuwa na sarafu ya pamoja kwenye hizi jumuiya za kikanda. Ali, umegusia sana swala la sarafu moja, lakini hili linaonekana wazi kwamba linashindikana kwa sababu wakati mmoja viongozi waliopigania uhuru wa mataifa mengi barani Afrika walikuwa na wazo kama hilo. Jumuia ya Afrika Mashariki, hata kuwa na shirikisho la Jumuia ya Afrika Mashariki imekuwa changamoto. Kuwa na ofisi moja katika nchi moja pia imekuwa changamoto. Hili lina, linawezekana kweli kwa mazingira ya sasa? Of course, ni kitu kigumu kwa sababu uh, nchi hizi zina uchumi tofauti na zina mifumo tofauti ya kiuchumi, lakini sasa ndio tiba pekee kwa sababu, unajua ukiwa na sarafu ya pamoja, na changamoto kubwa inakuja sehemu moja kwamba mkiwa na sarafu ya pamoja, benki kuu inapaswa kuwa moja. Je, benki kuu haitakuwa na upendeleo na pia inapaswa kuwa nchi gani? Na kama ipo kwenye nchi hiyo, inaweza kuruhusu wengine wa sera zao zile za kifedha ziwe huru, waamue wenyewe wanavyotaka. Wanaweza wakaenda waka, waka na mfano wa euro hii e, inaweza ikawasaidia sana kujaribu kuangalia wao e, benki kuu zao zipo huru, hata kama wana benki kuu ya pamoja. Nafikiri hiyo inaweza ikawaletea tija zaidi waweze e, kuzipata hizo tija na kuepuka changamoto za wengine kutaka kutoka, na hapa ndipo linapokuja swala, Ali, la kuhusu uh, mfumo uh, wa biashara huria wa bara la Afrika, ule mkataba wa biashara huria barani Afrika AfCFTA, si ambao baadhi ya nchi zimeanza kutekeleza, baadhi ya nchi bado zinaendelea uh, kusuasua. Vita hizi za kibiashara zitaathiri vipi utekelezaji wake? e, uh, uh, ukiangalia tu kwa ukubwa makundi ni kama vile kuna changamoto kubwa hasa ya kuendea biashara ya Afrika kwa Afrika. Unajua nchi za Afrika kwa Afrika tunaita ile intra Africa trade inafanyika kwa asilimia 15 tu na imekuwa kibadilika badilika kwa tangia asilimia 14 na kwa kumi na sita. Ukiangalia Afrika haifanyi biashara wenyewe kwa wenyewe uh, na, na, changamoto kubwa unaiona kwamba nchi hizi kwanza miundombinu lakini pia ukijaribu kuangalia huo ushindani Afrika bado inashindana haishirikiani Yani wao wako wao, wamekuwa wakishindana. Hii pia ni changamoto, lakini pia ndo kama hivyo thamani ya currency pia thamani ya fedha nanyee, ni changamoto, sababu mimi bora nikafanya biashara na watu walio Asia, na wako nchi za Afrika za biashara trading partners walio Asia, anaona kule atapata akiba ya fedha za kigeni ambayo ni dola ya Marekani kuliko kufanya biashara na wao wenzia huko wanafanya biashara na mabara mengine. Nam msikilizaji, kufikia hapa bila shaka umejifunza kitu, na kama ni mfanyabiashara katika nchi hizi, wakati mwingine utajua namna ya kufanya, ikiwemo kuchukua tahadhari kupunguza madhara zaidi. Usikose kuungana nasi wiki ijayo katika makala nyingine. Shukran kwa Ali Mkimo, mtaalamu wetu wa masuala ya uchumi akiwa Tanzania. Hadi wakati mwingine, endelea kuhabarika na kutufuatilia kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Jina langu ni Emmanuel Makundi, kwa heri.